Mzigo wako huu wa dhambi, ukurasa mia moja kumi na sita. Tusome kwa pamoja wote hawa oh. <tipuwa> wa Lonare wa kila hali mikononi Lonare alikuwa na ile bahasha. alitaka kila mmoja aliyekuwemo mle isimama na wenziwe mbele ya kile chumba. Sabiru alimwona Mrima. Alipoiona ile baasha mikononi mwa Lonare alilipuka, hapana! Tokeni humu mara moja! Nyinyi mnatumamia katika faranga hii, nitaka tuwasikize. Ondokeni humu, ondokeni ama vinu kwanza, tusikie uzushi wao mwingine. Hawa kila mara hawaishi peke peke, alitamka Ngoswe, lakini Sajiliwa kutaka kabisa kusikia na saa za kijana huyo. Alisimama kabta, huku wakijaribu kuwaita walinzi wa hoteli. Chifu na Ngoswe walimzuia wakamketisha. Sagilu alifoka kwa hamaki, alimkazia Mrima macho akatamani kumrukia. Wakati ule Sagilu akujua kwamba kumficha dogo pakachani ni kazi bure. Wakati wake wa kuvika ukifika, bila shaka atawika tu. Samahani, lakini lengo letu si kuwaharibia nikao chenu Donare alianza Sagilu, kiduli kikikutangulia. Hapo ndipo ijako aibu. Nimekuja kukukabidhi mlungula uliokuwa umempa Mrima. Chukua mzigo wako huu wa dhambi. Alipotamka haya, alimrushia Sagilu ile bahasha. Nyoti za pesa zilitawanyika kila mahali. Wale wenzake walisalia vinywa wazi naye Lonare akawaashiria wenzake waondoke. Huko nyuma walimsikia Hosea akipiga kelele na kumwita Sagilu majina yasiyoweza kuandikwa. Bila shaka kikao kile kilivurugika baada ya Lonare kulipua kombora lile la ofisali. Vizuri sana. Kwa hivyo nani anasema maneno haya? Msemaji Lonare, anamwambia nani? mahali ni wapi? Satani. Kwa hivyo kichocio cha kauli ama nini kilikuwa kinaendelea? alikuwa anamrudishia hongo ambayo Sangilo alikuwa amempa nani, Mrima, ili ampigie kampeni. Swali la pili, eleza umuhimu wa mazingira ya dondoo. Kwa hivyo hapo unaambiwa umuhimu wa wapi, wa hoteli ya Satani, umuhimu wa hoteli ya Satan pale, umuhimu wa ya yale mazingira, mandhari ya hoteli ya Satan, kwanza inaonyesha yanaonyesha mtiririko wa vitushi. Ni wakati huu unasema inaendeleza ploti, ndio mtiririko wa vitushi, vile mambo yanaendelea kwa sababu imegeuza mambo, wakati ambapo lonari amemrudishia sangilu nani lugulawaza tumeona sasa. Ngoso yameanza kuona ubaya wa babake. Pia pale katika mazingira ya Satan tunaona mtindo, kuna taswira taswiraoni naitwa kuna taswiraoni ongezea hapo oni, kuna taswira oni. Mfano ni zile noti zinatapakaa si narushiwa na tunaambiwa noti za pesa zilitawanyika kila mahali. Pia tunaonyeshwa kuwa Lonare ni mwadilifu. Ni mwadilifu kwa sababu anamrudishia Sangili hongo. Weo ungepewa si ungekula Maza. Sasa kwa eh, yaani mii nafunza watu ambao si wacha Mungu, hakuna mtu amesema hapana. we na Cheia ungeenda na, na baba yako na baba ya, ya, ya, ya yule ambaye anakuchimbia kwa sababu ya pesa hey! kwa sababu Cheia alifanya hivyo. Mnanishangaza sana, mnapaswa kugeuka. Hey, kuna maudhui ya uadilifu kupitia Lonari. Tutaendelea kesho hey.